Halo, hii ni demo nzuri ya mfumo wa afya. Kwa wale wenye taasisi za afya, tunaweza tukapata demo nzuri ambayo inaweza ikaonyesha kila kitu na ambayo imesheheni matukio au mambo yote ya kiutendaji katika mfumo wa afya. Kama ambavyo unaona mahali hapa, hii ni sehemu ambayo inakupa ripoti zote za kiutendaji, za kimfumo, za kiutendaji za kimfumo, kupata ripoti za malipo ya cash bill, procedure sound pharmacy lab doctor na kadhalika. Na hapa utaona ni menyu nzima ambayo unasimamia utendaji wote wa ya kiutendaji wa mgonjwa. Kwa mfano mimi naweza nikaonyesha namna gani mfumo huu unaweza ukasimamia matumizi yote au usimamizaji wote wa mjongewa wa mgonjwa hapa. Ni sehemu ya kwanza tu, ni patient management. Hapa ni sehemu ambapo unaweza ukatumia kwa, kwa ajili ya kumsajili mgonjwa wako. Kwa hiyo nikikliki hapa, system itaanza kufunguka kwa ajili ya kuweza kuregister mgonjwa. Hapa system na kwa imeshafunguka, na utaona kuna uh, orodha ya wagonjwa wachache ambao nimewasajili kwa siku ya leo, lakini nikiklik hapa kwenye history naweza nikapata orodha ya wagonjwa wengi ambao tayari nishaga wasajili hapo awali na tayari wako kwenye mfumo wangu na wanaendelea kuwepo kwenye mfumo. Kwa hiyo hapa tunapata history ya wagonjwa wote ambao walishawahi kuwepo hapa tangu hapo natumia mfumo wangu. Sasa kwa mara ya kwanza, jinsi ya kusajili mgonjwa wangu, nitakuja kwenye patient register. Nikija kwenye patient register, maana yake itafunguka hii form ambayo iko ready kwa ajili ya kuweza kumregister kum, kum, mgonjwa. Naomba niweze kuifungua vizuri ili tuweze kuwa aware wote. Uh, ninarudi mahali hapo na nakuja kwenye register patient. Nitakutana hii form ya kusajili mgonjwa ambapo inaitwa ni hii hapa ni patient registration form. Kuna sehemu ya kufill date of birth ya mgonjwa, nitaandika na mwaka kuzaliwa mgonjwa, nitaandika jina lake, nitaandika labda ni Dickson Dick, uh, Leonard Leonard, um, uh, Kasokota uh, Abu Hamis Tuandike namba yake ya simu 06581834 hiyo hapo, lakini metro status hapa tuandike labda ni single, na ni mgonjwa wa namna gani? Labda kama mgonjwa wa kesh tunaweka, kama ni wa bima tunaweka bima. Mimi naweka mgonjwa wangu ni wa kesh. Kwa jenda nitachagua hapa ni male, lakini kategori ya mgonjwa wangu nitachagua kama ni mgonjwa anafanyiwa admission moja kwa moja ni outpatient ni inpatient. Nikichagua hapa inpatient itanichagulia kategori ya ya, uh, itafunguka category ambayo inataka niweze kujaza admission form ya mgonjwa wangu, ambao ndio hii hapa, admission form ya wadi, chumba na kadhalika, lakini mimi nataka awe inpatient au na in outpatient, ili niweze kumfili moja kwa moja kwao. Nita register hapa mgonjwa wangu, nikisha register atakuwa nishamaliza kumsajili mgonjwa wangu na tayari atakuwa shaingia kwenye orodha ya wagonjwa wangu huko mahali hapo. Kwa hiyo kipengee kinachofuata ni yule mtu wa mapokezi au mtu wa mapokezi anaweza kaja hapa kwenye patient movement kwa il ya kumuvu mgonjwa wetu aende kwa ajili ya maswala alipo consultation fee au pia aende wapi. Hapa tuna hiani, hapa ni sehemu ambapo unaweza kamuvu mgonjwa akaenda kwa daktari husika. Hapa unaweza ukataka mgonjwa wako umuvu kwenda rabu direct mgonjwa ataki maswala consultation, mgonjwa wa hiari anataka kwenda kwa ajili ya maswala ya vipimo moja kwa moja, au mgonjwa anakwenda kwa ajili ya injection au dressing, au mgonjwa anataka kwa ajili ya RCH. Maanake hizo ni option so, zote kuwa nazo. Mimi nataka mgonjwa wangu aende kwa daktari, uenda kwenye move patient. Uh, move patient manake, utashuka chini utakutana na orodha ya mgonjwa wangu na utaorodha na orodha ya madaktari ambao wako online kwa ajili ya huduma za kumhudumia mgonjwa. Kwa hiyo mimi naweza nikapick doctor, naye mtaka mimi aende akamhudumie mgonjwa wangu, labda nachukua dokta wangu huyu hapa ndiye akamhudumie mgonjwa wangu, na kumbuka dokta utakaye mpiki hapa ndiye atakayemhudumia mgonjwa na kila daktari ataona wagonjwa wake husika. Kwa mimi nitakuja kwenye start movement, nikistart movement automatic mgonjwa wangu atamuvu kwenda kwa daktari husika, na kama kwa kuna daktari kuna mgonjwa mwingine uko pending hapa angeweza kuonekana. Baada ya hapo kuna kitengo cha triage Manake ugonjwa wetu wanaweza wakapitishwa triage, kwa ajili ya kuweza kufeed zile taarifa zao za vital sign, kwa ajili ya kurekod taarifa zao za msingi. Kwa mgonjwa huu nikimwangalia hapa, aitwa ni Dick Hamisi. Huyu ndo yuko tayari kwa ajili pia, nimwekee vitosaini zangu kwa ajili ya kuweka matini kuweka takwimu vizuri, daktari aweze kuona. Nitajaza blood pressure pulse rate temperature respiration, weight na kadhalika. Mi naweza kusema bwana nijazi tu kipengee cha mwisho, labda ana kilo sabini na sita kilograms labda. Nimepima tu kilograms zingine sijapima, nitakuja kuserve saini zangu moja kwa moja kwa hapo, hatua za kumsajili mgonjwa zimesha kamilika, hatua za kumwekea vital zimesha kamilika. Kwa daktari atakapoingia, kama daktari atakuja kwenye sehemu inaitwa doctor panel, atakuja kumuona mgonjwa wake ambaye ametumiwa na, na, na, na mtu wa mapokezi au mtu wa marepo maanake, hapa sasa daktari atakuja kuona kuna wagonjwa kuna hapa from receptions wagonjwa ngapi atawaona Unaona, kuna pia atakuja kuona wagonjwa wamekuja kwa hiari wa check-up na kadhalika. Kwa hiyo, from reception wako wagonjwa watatu, mimi ninaweza nika click hao wagonjwa watatu nione ni wagonjwa wa kina nani na nianze kuwaattend. Maanake doctor atakliki kwenye form reception hapa, manake ataona kuna wagonjwa wetu watatu wako mahali hapa, ambao wametoka kwa receptions kwa ajili ya kutibiwa na ni wagonjwa wake binafsi. Tusubiri mfumo wetu uweze kufunguka kwa ajili ya kuwafungukia hawa wagonjwa wetu watatu. Kwa hiyo wa utakuja kuona orodha ya wagonjwa wetu watatu wako mahali hapa ambao hawa tayari wametumwa ambao kuna huyo pa Janet, kuna Janet kuna Dick wote wametumwa katika nyakati tofauti tofauti. Kwa mimi nitakachokifanya nitakuja huyu Dick niweze kumattend, nitaclick kwenye attend patient na system itataka niweze kujaza zile taarifa za mgonjwa hapa. Kuna chief complaint za mgonjwa ambazo unaweza kujaza chief complaint za mgonjwa unaweza kujaza labda headache, eh, headache, uh, headache, abdomen pain uh, uh, abdomen. Pen na kadhalika, lakini pia kuna sehemu inaitwa family history, and pre illness significance, pre diagnosis. Unaweza kwenye pre diagnosis ukaja ukachagua pengine huyu mgonjwa nahisi kwamba anaweza kuwa na tatizo gani. Kuna, kuna diagnosis ziko nyingi sana kwenye mfumo hapa, ambazo wewe unaweza ukahiali ukachagua any diagnosis unataka kuwa nayo kumwekea mgonjwa wako. Labda tuseme labda ni ene ene pre-diagnosis, mbona naweza nika-nikaijaza nika mimi mahali hapa, nikasema labda atiteda kwenda PTCB, naona hivi ndio pre-diagnosis ya mgonjwa wangu inafaa na nitaweka hapa na nitaconfirm. Lakini kuna sehemu ya diagnosis, kuna medical services, labda vipimo vya maabara mgonjwa wangu nahisi akapime kitu gani? Kwa hiyo naweza kachagua hapa labda huyu nataka nikampime, akapime vipimo vifuatavyo. Nikachagua baadhi ya vipimo, labda akapime labda MRI, labda nachagua akapime DT lakini nachagua tena akapima labda akapima na HB akapima HB kwa ajili ya taarifa hizo ambazo nimezipata lakini naweza nikakonfirm mahali hapa, lakini kama haitoshi, naweza nikaamua labda ni muhimu kumprescribe, nimpe mgonjwa labda dawa za, za awali za kuanza nazo. Kuna dawa nyingi zio kwenye system hapa, unaweza kaamua umchagulie dawa ambazo unataka mwenyewe, labda nataka labda akatumia labda ninamtuma na drip aweze kwa ajili ya drip. Utaona system unapochagua dawa itakupa kwamba kwenye database kuna dawa kiasi gani. Kwa mfano nimechagua hapa drip, nimechagua labda aa, hii hapa drip, imeniambia kwa database zimebakia ishirini na saba moja nitaandika dosage yangu hapa. Naona nimeandika drip moja, nitaweka nitaandika dosage yangu hapa. Uh, nitajaza dosage yangu hapa, nitakuja kuadi mahali hapa na mwisho wa siku nitakuja kuona ni confirm hii dawa yangu. Baada hapo kuona taifa zangu zimekamilika, naweza nikasema nimtume mgonjwa wangu sasa, aende mahabara kwa ajili ya kwenda kupatiwa vipimo zaidi, lakini tuangalie maabara inakuwaje. Mgonjwa kwa sababu ni wakeshi, itabidi kwanza alipie ili aweze kuhudumiwa, lakini angekuwa na bima angefanywa bili, halafu ndo huduma zingine ziendelee. Kwa hiyo wakati huo sasa, tumemtuma mgonjwa wetu aende kwa ajili ya maabara. Let us wait.